Maisha yamekushinda, rudi kijijini. Dada. Ya unakuja tu unanipiga na kuniambia rudi kijijini. Kosa langu nini, eh? Mbona sijui kosa langu na unanipiga rudi kijijini. Kosa nini? Kwa nini kurudi kijijini mpaka unipige? Siwezi kurudi kijijini kwa sababu, eh, si nimekuja mjini kutafuta maisha. Kutafuta maisha ukitembea na keza watu maisha. Habari zako zote nimezipata. Aha. Nisikilize. Siwezi kurudi kijijini kwa sababu nimekuja mimi kutafuta maisha. Siwezi kwenda popote pale. Ujui kama mke wa mtu sumu. Mke wa mtu. Mbona siku leo unazungumzia nini wewe? Si eh? Dada. Siku leo unazungumzia nini? Sijatembea na mke wa mtu yoyote yule. Umesikia sikia maneno mtaani huko, umekuja kunifokea fokea mimi hapa eh? Mimi sijatembea na mke yoyote yule. Naomba unielewe na vitu vingi sana. Sijafanya chochote kile kibana, wala sijatembea na mke wa mtu yeyote yule. Kai amekuja pamenambia kila kitu. Hali sio hali. Mambo sio shwari. Jaribu kuvuta picha ikitokea siku nikaishirikisha familia yangu juu ya matatizo yetu, unadhani watakuchukuliaje? Na kwa nini uambie kuhusu madhaifu yangu? Wewe mwenyewe unajua kabisa dada yako hanipendi hata kidogo. Leo uendo kamwambie madhaifu yangu, si ndo atazidi kunichukia mimi? <laughs> Oh, hata hivyo unajua Kai unafanya haya yote kwa ajili ya huyu mwanamke wako humu ndani, mimi sina cha kusema zaidi ya asante. Sawa, nakubali mi ni mchafu, lakini wewe ni mchafu zaidi yangu, kwa sababu hata siku moja kwenye huo uchafu wangu sijawahi kumleta mwanaume humu ndani lakini we umeamua kabisa uniletee mke mwenzangu humu ndani. Hapo nani mchafu? Asante sana Boy. bosi wangu. Lakini alinitaka hmm, mwenyewe. Yeye ndo... Unasema nini wewe? Ndio, alitaka mwenyewe. Sasa mimi ningefanyaje sasa? Eh? Yeye kanitaka yeye mwenyewe na pia kaniahidi kani, kani atanifanyia maisha yangu atakuwa mazuri. Sasa mimi nikatae kitu gani? Eh? Nimekubali kwa sababu yuko tayari kunihudumia. Yuko tayari kunipa chochote kile ambacho nakitaka kwenye maisha yangu. Mimi ningefanyaje sasa? Unakuja kunipiga pili nimefanya nini sasa? Kutembea na mke wa mtu ni sumu. Sasa, tafadhali dadangu, nakuomba. Nenda kaongea na Boss Kai. Kabisa kunisamehe. Najua nimekosa. Mimi binadamu nimejua wapi nilipoteleza. Anisamehe sana na siturudia tena dadangu, tafadhali. Hata nikikwambia msamaha haitosaidia kitu. Kutembea na mke wa mtu ni usaliti. Hiyo ni kama itakufuata maishani mwako, moto. Mimi siwezi kusaidia chochote kile. Dhambi ya usaliti itakufuata milele, itakutesa milele. Kwa hiyo nakuomba, ondoke nyumbani kwangu. Kama leo umeweza kutembea na mke wa bosi wako, hata mimi dada yako utakuja kunitamani. Kwa hiyo nyumbani kwangu toka, toka!

Mimi sitachoka, sitakata tamaa, one day, one day, ni wewe, ni wewe, aya maisha ni wewe, mbona unalia? Naomba kuzungumza na wewe, maana hii hali ninayoipitia kwa sasa hivi natamani hata kujiua, na sina ndugu mwingine yoyote hapa mjini zaidi yako. Tafadhali ya rafiki yangu, naomba tuzungumze kidogo. Shangazi, nashukuru. Nimekuja kusabai shangazi yangu, lakini nina jambo ni kuwastaki niongee mbele ya mjomba. Shangazi, kama unavyojua, vijana wako mjini kidogo, hali yangu ya kiuchumi haiko sawa, shangazi yangu. Sasa nimekuja kuulizia yule mpangaji kule, vipi vipi? Lakini mbona mpaka sasa hivi bado hujachenji? unatoka tena? Uh, ni kweli natoka, kidogo maana nimepigiwa simu, kuna gari natakiwa niende nikaliangalie. Safi sana, napenda upambanaji wako. Na kabla sijasahau, unajua nimechunguza na nimegundua kuwa huyo mtu hana nguo nyingi za kuvaa, so naomba uniwie radhi kwanza kama hutojali na ikikupendeza, naomba mkabidhi baadhi ya nguo zako ili naweze kujistiri kidogo. Hasa hata hilo ni jambo la kunifundisha. Mme wangu, unamzungumzia Zawadi? Zawadi nimempa nguo nyingi sana, sema tu hata hivyo yeye sio mpenzi wa kuvaa nguo, ndo maana. Sio hivyo, mama Junior, namwongelea huyu mama mtoto E, vipi mke wangu? mbona unashangaa? nimeongea yote haya kwa sababu ukiachana na yote yalotokea, huyu ni mwanamke mwenzako kwa hiyo lazima uonyeshe hali ya kumjali kidogo. Mama Junior, Dorine. Dorine. Mama Junior. Na afadhali na ulivyokuja. Yaani mpangaji wako ni msumbufu, ni mkorofi, mtata. Kani kimwacha tujue tuongee kuhusu swala la kodi, hataki hata kuja. Na sasa muda kulipa kodi umeshapitiliza. Ulivyokuja hapa mimi nikajua umetokea kwa wapangaji wako. Hapana shangazi. Mimi nimepitia hapa kwako nikusabai shangazi yangu, afu ndo nijue habari za kule. Yaani mpangaji wako kule anaingiza wasichana wa kila design. Wanawake wa kila design na stocho, majirani wameshamchoka eh, yani wamemchoka kabisa. Unasemaje shangazi? <tipulio> Ya, yani nyumba yangu mimi anaifanya dangulo, yaani kodi hataki kutoa, afu anafanya nyumba yangu dangulo hivi. Ananijua vizuri yule, mimi ni mtoto wa mjini, nitakuja kumfanyia action ambayo hajawahi kufanyiwa Shangazi, na hivi ninavyokwambia, ngoja nikamfanye kitu, naona anijue. Kwenda e, e, kufanya fujo huko, usienda kwenda kufanya fujo, fata sheria, sheria zipo shangazi. Nyumba yangu mimi hawezi kufanywa dangulo. Kama ningetaka hivyo, siningepangisha machangudoa shangazi. Hebu usiniambie chochote kuhusu hilo shangazi, ngoja nikamfanyia action ya anijue. Wewe Zawadi rafiki yangu, kwa nini umekosa upeo wa kufikiri? Kwa sababu ya mapenzi kweli? Mapenzi ni nini? hayo mapenzi yatakusaidia nini? Eh, aya sasa, umeingia kwa mtu ambaye sio wazi yako, mpaka inafikia hatua ya kutaka kujiua kwa sababu ya mwanaume. Ona marafiki yako, na mpenzi wangu yule gengeni pale hatuna hata shida, tunadunda na mapenzi yetu. Bosi wangu akinituma vitu niende gengeni pale, ananipaga bure na pesa. Bosi wangu mwenzio anaiweka hapa, unajua tena sisi watu wakubwa huwa tunaelewana kikubwa. Lakini umeenda kuvaa ume ule mtu akufai, akufai zawadi, rafiki yangu hapa. Na pili, hata wewe mwanaume ambaye mi nampenda ni mwanaume wa adhi yangu kabisa, ni vile tu familia yake hainihitaji na mama yake anathamini sana pesa kuliko upendo. <coughs> E wa kweli sasa, mimi hata sijui nifanye nini, ili mradi nimpate. Yani zawadi, unapoteza mpaka uaminifu wako. Utaweza kweli kumlea mtoto wa watu pale kazini unapofanya kazi? hiyo atua uliofikia rafiki yangu ni mbaya sana. Katika maisha hakuna kitu kibaya kama kupoteza uwezo wa kujiamini. Utashindwa kulea yule mtoto wa watu, utafikia kipindi mpaka utagombana na bosi wako. Sasa mimi naomba nikushauri kitu, kwa nini usimuombe ruhusa bosi wako ukaenda kijijini kupumzika angalau mwezi mmoja tu, ili akili yako ikae sawa, na imani, ule ni mtu mzima atakuelewa. Kijijini naanzaje? Kurudi kijijini mimi pili, naanzaje? Najua utashangaa sana kurudi kijijini, ila na imani ukichukua jukumu la kurudi kijijini hiyo ndio itakuwa afueni yako. Lakini pia kama kipindi unachopitia ni cha kulia, mi naomba usijifiche, we tafuta sehemu nzuri iliyotulia, lia maliza machungu yako yote, pia inasaidia sana. Mi mwenzako, kuna watu wakinikosea huwa naenda chumbani, nakaa peke yangu, nalia, uchungu wote unanitoka, nakaa freshi. Umenisikia rafiki yangu? Sawa Bili, nimekuelewa. Kwa nyumba yangu mnafanya uwanja wa mapambano sio? Hapana, kiongozi. Hapana nini? Hapana nini? Kodi yangu utaki kutoa, nyumba yangu unaifanya dangulo. Unajua nimejengaje nyumba? Basi niachie sasa, niachie basi, niachie basi, niumiza, niachie basi mkononi eh? hebu fuata sheria. Shangazi, unasemaje wewe, si ndio ulinambia huyu kijana anafanya nyumba yangu dangulo, afu ananiambia nisichukue sheria mkononi, naye anlo akota hapa sawa. Hebu fuata sheria kwanza eh? hayo unayafanya unavunja sheria. Shangazi, nataka kodi yangu. Kudai kodi yangu nimechukua sheria mkononi? Nataka kodi yangu. Kama una kodi yangu, uame leo leo hii. Ah. Ha, hapana kakangu yangu usifikie huko. Ya, huyu mimi ni mume wangu. Hata hivyo unavyoona hapa tumekosana tu kifamilia. Sitaki kujua hilo. Ugomvi wenu wa kifamilia unihusu. Ninachotaka mimi kodi yangu. Wewe kijana, kama una kodi yangu nataka uame leo hii. Lakini kiongozi, kama alivyotoka kusema hapo, mimi ni mke wangu, tumekwazana tu mara moja. Na kuhusu swala kodi nyumbani, kachina, zungumza la kodi hapa nyumbani, tukakaa chini tukazungumza, tatizo liko wapi? Lakini eti shangazi, unasemaje wewe kijana? Shangazi yangu amekufuata mara ngapi kuhusu kodi? Umemzungulusha mara ngapi? Unaleta usalama vipi kijana? Unijui, sikujui, mimi ni mtu hatari. Nataka kodi yangu sasa hivi. Siondoki mpaka unipe kodi yangu. Sawa sawa, kakaangu, sawa. Nimekuelewa hiyo kodi mimi nitalipa. Eh? Una uhakika utanipa hela yangu leo hii? Wala, ina kawaida, tutalipa leo hii. Leo hii nakulipa kodi yako. Mnaweza mkanisubiri niende benki mara moja? Kusubiri sio shida. Ninachotaka kodi yangu sasa hivi. oshwari upepo na tufani vinanisukumami, atariski inayoipatami haitoshelezi kuilisha famili. Ingilia kati e Mungu Baba, mana wendo nguzo yangu baba Nikatae, nianguke chini, wasiniokote, nitamwambia Mungu wangu nitete kapita.